Uh, mpira una matokeo matatu, unajua. Uh, wewe ukija na ukwenda anakuja yeah. Mechi ya kwanza Simba ilipata goli tatu kule ugenini na vijana leo uh, umekuja umebadilika, angalia ile mechi ya mwanzo na, na, na, na mechi ya leo wamechange, walikuwa kwenye nafasi za Simba wana wakaba na na kuzuia, kwa hiyo na hivyo kaja kupata matokeo. Kwa hiyo leo ina maana yeye kaondoka ka ilikuwa akafunga goli tatu, sasa naenda naenda Dar, Dar, Dar es Salaam kukutana na Simba, kwa hiyo kaja vizuri, kwa hiyo mechi ilikuwa nzuri mechi kwa tafu -like kipati yes. wana kwa mana, mimi, yukwa, warvea, warvea, warvea, ya ushindani kila mmoja akaonyesha uwezo wake. Simba kila akipiza katika kwenye nafasi yeah, anakuwa nyingi jamaa wafaini wanazizuia wana. Kwa hiyo maana mimi mimi na wasifu waliocheza kwao na walikuja hapa ni jambo moja tofauti, huo ndio mpira hii ndio club bingwa. Club bingwa huwezi ukambeza mtu unaweza mtu ukamfunga kwao akaya vile vile. Kwa mimi kwanza nashukuru benchi ya ufundi, wachezaji wangu pambana kada uwezo wao. Kibaya zaidi tungefungwa ndio kibaya zaidi, lakini sare ya leo kubwa, tumefuzu kwenda hatua ya makundi. Basi tujipange katika hatua inaofuata. Kwa simba hii unavyoiona kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, simba, simba simba ni mzoefu kwenye mashindano ya kabingwa, yaani anajua mbinu. Usione, usione game ya leo tumesali na sari nao wao, kwa hiyo labda tari tushane, tushapotea iwezekani sababu kila game Simba anabadilika. Mechi ya Simba na kule ofisa kule kwao ume uliiona, tofauti na leo. Leo mpira ulikuwa sawa sawsawaaji wangu umeona, kavile wana uzito fulani, lakini ndio mpira uko hivyo. Kuna siku mnamka vizuri, kuna siku mnamka vibaya. Kikubwa zaidi tumefuzu. Mashabiki wa Simba wengi kwa mtazamo wao na furaha yao waliokuja uwanjani kwa ajili ya kupata goli ngapi, hata moja, aidha mbili ni lengo lao, lakini mpira uko hivyo, kwako ukatokana na matokeo ukaja hapa matokeo yaka tofauti kubwa zaidi tu. Tunashukuru tu, tu, tu, tu, tu, tu, vijana wamepambana, wamesha uwezo wao, tumefuzu kwenda hatua inayofuata. Basi jipange hatua ya, ya makundi Simba msimu huu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika unaiona ikifika katika hatua gani? tageti na focus za uongozi na wachezaji kwenda hatua ya fainali. Unajua, kila mwaka tunaishia tu yalb fainali aweza aweza aweza kuchinchini, lakini bosi wetu tajiri wetu Mo anatamani sana Simba siku moja ingie fainali, anatamani sana Simba siku moja ichukue ili kombe la, la Afrika. Lengo nini? Wacha alama angalia wenzetu wanaochukua nia na, na, na, na, na nia kama ipo na kipaga, mipango yenu inawezekana, lakini mimi naona focus ya Simba ya msimu huu kwenda hatua kubwa zaidi yaani sio hatua ya robo finali wala wala hatua ya ya nusu finali. Hatua ah, kuingia finali ni jambo ambalo linawezekana. Kila timu ni hizi hizi, na Simba ni mzoefu katika kwenye mashindano kama haya. Nadhani hakuna mtu ambaye hata mzamu zangu anafahamu kama Simba ni mzoefu na Simba anajua mashindano ya, lakini mimi mimi nataka ku focus nijipange, tutulie, yeah, ili timu ile ile mbele, mimi nadhani malengo yanaweza yakatimia. Pembeni yako kuna ndugu yako hapa, shabiki wa Young Africans wewe huyu Young Africans unamuona wapi msimu huu, hasa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika? Ame, anakuwa amekuwa akisuasua miaka mingi kweli kweli, sasa mwaka huu unamuona wapi? Kwanza nimeangalia game yao ya kwanza ya kule walofunga goli moja na ya li, kweli wachezaji, yani, wame, wame... So, em, wa Y kina boku, kina nani, kina nani, steam ya kina boko akinanane yakina nanmafuulizo, baadaye mzee wangu, ni kweli, pumzi imekata kabisa. Mimi kwangu, mimi naweza nikasema mashindano sio magumu kwangu, mimi mashindano sio magumu. <laughs> Kwa nini nakwambia sio magumu? Kwanza, tunajivunia Tanzania ku timu zote nne kwenda hatua ya makundi, hilo la kwanza. Na la pili, kwamba ukiangalia mechi ya Simba leo, yani ngoja niwe tofauti na ndugu yangu kwa sababu mechi ya leo ilikuwa ni kucheza kwa attention. kwa sababu ukisema ufunguke tayari unampa mwenzio nafasi, kwa sababu wale walikuwa wamekuja kwa dhamiria ya kupata matokeo Simba anakuwa na nafasi ya kusema kwamba azuie kwanza matokeo yao afu hye ya apate matokeo sasa, kama u, matokeo ambayo kwamba walikuwa wanayapata wanataka kuyafanya Simba alikuwa nayazuia kwa sasa. Simba matokeo ya kwenda kupata matokeo akawa anayakosa, kwa sababu tayari kwanza moja ana utajiri wa magoli matatu, kwa hiyo lazima ujilinde, uweze kasema ufunguke, utafute magoli utafute magoli kwa sababu una magoli ndio ukisema ufunguke anaweza katokea kama yale ya mwanzo ya galaksi yale. Kyo kwa inamaana kwamba Simba amelinda ame mentality ya kulinda magoli matatu alafu ndo baadaye aje angalie matokeo. Kwa cha kwanza unalinda kwanza mtaji alafu ndo unaangalia nafasi za kupata ushindi. Kwa mimi nasema kwamba yote kwa yote, kama, kama katika timu zote mbili Simba na Yanga kuna udhaifu ambao kwamba labda kwa kusema kwa kwamba timu ya Yanga siui pumuzi na kata au si kama timu za Yanga na Simba kama kuna mapungufu yoyote yanaonekanika, na imani kwamba ni muda sahihi wa viongozi pamoja na benchi la ufundi kukaa na timu zao na kuangalia makosa aliyotokea katika pande zote mbili, na kusema kwamba wa, wa, ili waweze kuyarekebisha kwamba yakaeje, ili tunapoingia kwenye hatua ya makundi, kila timu iwe na dhamira kwamba inatakuwa tutoke na ushindi hata ikiwezekanika nyumbani na ugenini, kwa sababu nataka tuvune pointi nyingi kwa ajili ya uu zaidi, sisi kwamba Tanzania tuje tushike tena namba moja.

yo nasema kwamba yote kwa yote, kama kuna makosa, naomba viongozi pamoja na benchi la ufundi wakae chini na wachezaji kwa kama ni upande wa yanga na upande wa Simba, benchi la ufundi na viongozi wakae na wachezaji waangalie palipopungua, kwa sababu kiangalia Yanga magoli mengi yamekoswa na leo Simba magoli mengi yamekoswa. Nasema kwamba viongozi na benchi la ufundi watakao watayafanyia kazi na imani tukirudi kwenye hatua ya makundi watakuwa wamekaa sawa na tutafanya vizuri kwenye hatua ya makundi. Maund tumeshuhudia atmosphere mbili. Atmosphere ya kwanza ni Yanga Africans hapo jana mashabiki huingia bure na uwanja ukajaa full house. Atmosphere ya pili ni leo Simba kuweka viingilio na mashabiki kuwa wachache uwanjani. Ni kweli Tanzania bado kwa Simba na Yanga kuna uvivu wa kuja uwanjani kwa mashabiki na nini sababu mashabiki hawaji uwanjani? Ah, sisi yani, ukiongelea masuala hayo Simba na Yanga yani, so kwa Simba tu wala kwa yani. hata kwa, kwa, kwa Yanga Yani, kwa Simba na Yanga, ukiangalia Simba na Yanga zinajaa siku ya Simba Day na ya siku ya Mwananchi. Ikisha toka tu hapo yani, timu inafanyaje, watu mashabiki wanafanyaje? Na ndio maana mimi nasemaga siku zote, watu wanaojazaga uwanja uwanja wa Benjamin Mkapa kwa siku za sherehe zetu, tamasha yetu, ni watu wanaotoka mikoa, si watu wanaotoka Tanzania Dar es Salaam. Dar es Salaam sisi hatuna ushabiki wa kuja kujaza uwanja kwa sababu tumezoea kuangalia kwenye vibanda umiza, ila lakini ukiona uwanja umejaa, ujue ni mashabiki kutoka mikoani. Yaani hata katika mechi za kimataifa ukiona uwanja umejaa mashabiki ambao tunakujaga uwanjani kati ya Simba na Yanga ni wale wale hawana tofauti. Yaani kwamba kama walikuwa ni milioni 20 yani kama ilikuwa ni milioni labda, tuseme elfu ishirini au elfu thelathini yani ukishashisha tu ile tamasha ni wale wale ambao utafanyeje, utaona atakaye miss labda ni yule ambaye ana majukumu ameyapata. Kwa hiyo mashabiki ni wale wale ambao kwamba tumeshawazoea. Kwa hiyo Simba kuweka kiingilio na kupata mashabiki, kama sio jambo la kusema kwamba kutaadabisha kwao tayari, kwamba ni mashabiki ambao kwamba wapo Tanza wapo Tanzania. Lakini sasa ukiangalia mechi ya jana ilikuwa ni ni free boti ambao kwamba ukiangalia mashabiki watoka sehemu mbalimbali mikoani, wapi wapi, lakini ingekuwa kwamba ni hapa hapa Dar es Salaam, uwanja usingejia. Mimi nasema kwamba huu uwanja wa Mkapa unajazwa na watu wa mikoani, sio watu so wa Dar es Salaam. Wa Dar es Salaam tunazoea vitu vya kufanyaje, kuangalia kwenye banda kwanza. Mashabiki wa Dar es Salaam wanakuambia, mimi nikienda uwanjani si enjoy na enjoy, nikiangalia kwenye television marudio. Mpira hauji kwa ajili ya kuja kuangalia marudio, mpira unakuja uwanjani kwa ajili ya kuja kuifaidisha timu yako, kwa sababu unapolipia unapo get collection mlangoni, timu yako inafaidika sasa, wewe unaposema unapo, unapolipia shilingi mia tano kule unashindwa kuisaidia timu yako kuja kuangalia timu uwanjani, unasema siangalie marudio. Sisi tunakuja uwanjani, tunakuja kuangalia marudio, tunakuja kuzifaidisha timu zetu ili ziendelee kuwa na vipato. Bwana shukuru sana mzee wangu. Amina amina.